Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jina langu naitwa Hasan Ali Kombo. E, ni kwanza ni mtendaji wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, e, wizara ya katiba na sheria chini ya wakfu na mali amana kwa hiyo sasa hivi tuko katika safari ya kutekeleza ibada ya hija, na alhamdulillah takriban tumekwenda vizuri, kuanzia mapokezi ya hapa airport na ndugu zetu hawa wa uwanja wa ndege, lakini vilevile ndugu zetu tofauti ambao wamefika hapa kwa lengo la kupa misaada. Kwa wala tuwashukuru wote ambao wamekuwa ni sababu ya kuweza kukamilisha taratibu zote za safari kuanzia hapa ndani, lakini na huko mpaka tunakoendea. Eh, kiujumla, alhamdulillah mambo yote yamekwenda vizuri. Mahujaji tunashukuru kwa kwa kama kimekwenda vizuri, na naomba Mwenyezi Mungu inshaallah ndugu zetu waliobaki nyumbani na wao inshallah wape nguvu za kuweza kwenda kutekeleza ibada ya Hija, kwani hii ni nguzo miongoni mwa nguzo za Kiislamu, na Mwenyezi Mungu atupe tawfiki kwa sote inshallah taala. Lakini jingine eh, hapa leo takriban kuna taasisi tofauti ambazo eh, zinasafiri na na kila taasisi takriban inafanya kazi kwa kadri ya hali yake, na alhamdulillah mimi nimepata bahati kwamba ama naungana na ndugu zangu wa taasisi Al-Mukarrama, na tunategemea kwamba inshallah mpaka sasa hivi tumepata asilimia kubwa ya e, kutekeleza ibada hii kwa kuanza kwanza, kwanza tumekwenda vizuri, na tunashukuru kwa mahujaji wetu, mpaka sasa hivi hakuna hata mtu mmoja ambaye kafunga tatizo lolote. Huduma zimekuwa ni nzuri na wenyewe mpaka sasa hivi ameridhika kwa tunaomba ndugu zetu Waislamu wale ambao walikuwa wana nia ya kutekeleza ibada hii ya Hija, basi wana uhuru wa kuchagua taasisi zozote zile ambazo zitakuwa zinatoa huduma hizi, lakini kila wakiamua kutoka na sisi, basi itakuwa tuna furahi zaidi. wa ila huna aqulu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh